Fainali ya UEFA, fainali yoyote ya UEFA ni moja kati ya mechi kubwa kuliko mechi nyingine zozote, ukiachilia mbali fainali ya kombe la dunia, kwa sababu ndio fainali ambazo sio fainali tu, ndio michezo ambayo inaingiza fedha nyingi, na hata mabingwa wanapata fedha nyingi kuliko ubingwa wa kikombe la dunia. Wale walio shiriki tu, hata kina Leicester City wamepata zaidi ya euro milioni milioni thelathini na nne kwao, unaweza ukaona jinsi ambavyo eh, atakaeshinda atapata kiasi gani cha fedha. Kwa hiyo hiyo yenyewe ni moja kati ya sababu tosha ambazo zinazofanya mechi hizi kuwa kubwa na kufuatiliwa na watu wengi. Sasa ukizungumzia Real Madrid na Juve, unazungumzia timu mbili ambazo of course, zote zina historia tofauti na zina aina ya wachezaji ambao kila kila, kila, eh, kila kocha anajivunia. Ukiangalia kwa mfano eh, Juventus kule, kocha anajivunia kikosi cha wachezaji ambao ni wazoefu. Ukiangalia kwa mfano, msingi wa timu ambao kwa kawaida msingi wa timu huwa unajengwa na, na safu ya ulinzi. Ukiangalia safu ya ulinzi wale kina Bonucci, kina Giorgio Chiellini, hata kwenye midfield kina Claudio Marchisio, eh, kina Barzagli pale nyuma, ukiangalia wastani wa umri wao, safu ya ulinzi wastani wa umri wao ni miaka 34. Kwa hiyo unaweza kuona wote hawa ni experienced player, wakichagizwa na goalkeeper wao Gigi Buffon ambaye of course, ana miaka 39, ukiangalia mchanganyiko huo na kwenye ulinzi alafu ukija kwenye sehemu ya midfield, wako kina Pjanic, wako kina Sami Khedira ambaye alikuwepo pale Real Madrid, alafu mbele wapo kina Mario Mazukic, wapo wapo kina Dybala, Gonzalo Higuain. Kwa ukiangalia mchakato huo, unaona kabisa kwamba e, mwalimu anajisifia ana, ana kikosi ambacho ni imara na ni kikosi ambacho kimekonsidi magoli machache kuliko timu zote katika michuano ya UEFA, mpaka wanafika leo ya finali, wamefungwa magoli matatu, ndio timu ambayo imefungwa magoli machache kuliko timu zote na ndio timu inayohesabika kwamba ina strong defense kuliko timu zote katika michuano ya UEFA. Kwa hiyo hiyo ndio sifa ambayo eh, Juventus wanaingia wakiwa katika finali, wanacheza na timu ambayo of course ina safu imara ya ushambuliaji, lakini pamoja na mambo mengine ina kikosi ambacho e, kimetengenezwa na mwalimu Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, kwa sababu pale hakuwa kiaminika sana kwa sababu hakuwa na experience ya kutosha, ametoka Real Madrid Castilla, alitoka timu vijana ile ya Castilla. Na alipofika, bahati nzuri, msimu wa kwanza alioingia alifanikiwa kuchukua e, UEFA Champions League, kama nakumbuka, katika finali alicheza na Atletico Madrid akafunga wakatoana kwa penalty. Penalty ya mwisho tunaifunga Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo alikuwa na bahati hiyo kwamba aliingia, hakuwa anaaminika, lakini kile alichokifanya mpaka sasa hivi imefika hatua mashabiki wanamwamini kwa sababu amefanikiwa wa kuingiza sayansi, amethibitisha kwamba mpira ni sayansi, namna ambavyo alikuwa anaichukulia, anaendesha timu kwa muda mrefu, ile timu imekuwa na majeruhi na majeraha na ya wachezaji wengi walikuwa ni wachezaji muhimu. Kwa mfano Gareth Bale kama hivi unaona anarudi lakini ametoka kwenye injury, kuna wakati Cristiano Ronaldo alikuwa hayupo, kuna wakati Karim Benzema alikuwa hayupo, kuna wakati kina Isco alikuwa hawapo, kuna wakati kina Casemiro alikuwa hawapo lakini alikuwa anafanya rotation, na hiyo rotation alikuwa anafanya ilifanikiwa Real Madrid kupata matokeo na katika mechi zote muhimu Real Madrid ilikuwa ikiingia, ikitaka kupata matokeo, ilikuwa inayapata. Kwa hiyo hiyo ni sayansi ambayo alitumia Mwalimu Zinedine Zidane na kweli akathibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa makocha vijana, of course, upcoming lakini uzoefu na sayansi ambayo alitumia imemfanya watu waanze kumfikiria kama vile kina Pep Guardiola au watu kama kina Jose Mourinho. Kwa hiyo wanaingia leo akiwa anataka kuweka rekodi, kwa sababu siku zote Real Madrid huwa anaweka rekodi. Sio Real Madrid, timu yote ikiingia katika mechi kama hizi, huwa inataka kuweka rekodi. Hakuna tangia UEFA Champions ianze, hakuna timu waliowahi kushinda back to back kwamba wameshinda msimu uliopita UEFA Champions League, alafu msimu unaofuata akawafanikiwa ku retain. Kwa hiyo leo eh, pale wale kama eh, Real Madrid watashinda, watafanikiwa kuweka rekodi ya kuchukua kikombe hicho mara ya pili mfululizo. Na siku zote katika football wa eh, wanasema prize, yani ile thamani ya mpira E, sio pesa, thamani ya mpira sometime huwa ni kuweka rekodi kwamba nani fulani alifunga goli au nani alichukua kitu fulani, ndio kitu ambacho sikuzote wachezaji wakubwa huwa wanataka. Sasa wanaye Cristiano Ronaldo, pamoja na mambo mengine lakini wanaye Cristiano Ronaldo. Ronaldo amethibitika kwamba ni mchezaji wa mechi kubwa. Unaona kwenye mechi za nusu finali, mechi za robo finali, kufunga hatrick katika mechi mbili. Kwa hiyo hizo e, ni viashiria vya kuonesha kwamba Real Madrid wapo kwa ajili ya vitu vikubwa. E, sasa hiyo ni kwa upande wa timu zote mbili, lakini ukiangalia one to one kwa maana ya wachezaji, moja kati ya maeneo ambayo mbyo e, yatakuwa ni talking point ni, ni, ni upande wa kushoto wa Real Madrid na upande wa kulia wa Juventus. Upande wa kulia anacheza Dani Alves ambaye of course alikuwaepo Barcelona na amekuwa influential katika mechi zote hizi ambazo amekuwa amecheza Juventus, especially mechi za nusu finali zile na robo finali. Na upande wa kushoto kwa Real Madrid ni, ni, ni Dani Alves. I mean, ni, ni, ni, ni Marcelo ambaye watakutana upande mmoja na Dani Alves. Hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo leo yata amua kupeleka mashambulizi kwa timu zote hizi mbili. Kwa hiyo ni upande ambao wa kuangaliwa, lakini eneo jingine, eneo la, eh, pale central, eh, kwenye central striking kwa upande wa, wa, wa Juventus ambao wanasimama Gonzalo Higuain, lakini hapa atakwepo Sergio Ramos kwa upande wa, wa, wa eh, Real Madrid, ni eneo ambalo eh, hawa ni wachezaji wote ni experienced players na whoever, kwa namna yote watakavyocheza lazima hakuna mtu, hakuna kocha ambaye atakayeingia huku akienda akiwa na mdharau mwenzie. Wakocha wote watakuwa mwelekezo wachezaji wao kucheza kwa kuzingatia e, maelekezo kwa sababu hawa yani, e, ya yani, e, watu, watu hayo ni sporting point ambazo zinaweza zikaamua matokeo katika mchezo wa leo. Kwenye eneo la midfield Real Madrid wanaonekana kuwa wameimarika hasa kipindi hichi ambacho Isco amekuwepo kwenye fomu, wakati ambapo Gareth Bale amekuwa akipumzika, lakini Isco pamoja na Luka Modric, of course, chini akiwa anacheza Casemiro, wameonekana kuimarika na kiwango cha ubunifu kimekuwa ni kikubwa kwa, kwa Isco, kitu ambacho kimepelekea yeye kuwa na assist katika baadhi ya mechi na hata pengine kufunga magoli wakati wa kule. Juventus wao wana strong midfield, mtu kama Sami Khedira ni ni, ni, ni, ni, ni back to back, wanasema ni ni, ni, wanaita box to box midfielder, ni kiungo ambaye anaweza kufanya kazi ya kwenda kwenye eh, 18 hadi ya timu vizani na karudi kwake kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo nafikiri eneo eh, jingine ambayo linaweza kuwa ni ni ni spotlight katika mechi ya leo ni nono la midfield ambalo of course kwa timu zote mbili ukiangalia unaona kama kuna wachezaji ambao wanaofanana, kitu ambacho kinapelekea mechi ya leo kuwa ladha ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kaingia katika mechi ya leo akisema kwamba hicho na asilimia zaidi ya 51. Of course mechi ya leo ni asilimia 50 kwa 50 kwa sababu wanaenda kucheza eh, striking force ambayo inaongozwa na Cristiano Ronaldo against the best defense in Europe siku zote, ni kweli, amecheza pale kipindi kile, akiwa pale alikuwa anacheza na Edgar Davids. Edgar Davids alikuwa anacheza sehemu ya holding midfield, akiwa anacheza attacking midfield. Uh, tofauti sasa hivi iliopo na kipindi kile ni kwamba makocha walikuwa na tofauti. Sasa hivi yuko Massimiliano Allegri ambaye amekuwa na system na falsafa nyingine kabisa ambayo imepelekea Juve kuweza kuchukua title kwa miaka mitano mfululizo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mtazamo huo, unaona kabisa ni kweli kwamba yeye anaijua Juve, lakini Juve alikuwa naijua sio ile ambayo yeye alikuwa anacheza. Hii Juve sasa hivi imesukwa na mwalimu mwingine na inao wachezaji wa aina nyingine ambao wanacheza mpira tofauti na kipindi ambacho yeye alikuwa akicheza kule Juventus Turin ni mara ya pili mfululizo Zinedine Zidane akiongoza Real Madrid kushiriki michuano hii mpaka kufika hatua hiyo ya fainali, na tumeshuhudia juzi ametua kombe la pale la, La Liga bila shaka Spain, na ilikuwa ni moja kati ya mcheani wake mkubwa dhidi ya mabosi zake. Sasa unadhani inaweza ikamwongezea morali wowote katika mchezo huu wa fainali au inaweza ikampunguzia morali kwa sababu tayari alishatua kikombe ambacho mabosi zake walikuwa kimuumiza achukue Ai, kusiku zote ukitoa kimoja ndio unatamani kutoa cha pili. Yaani kama hujatoa, of course ni kweli inakusukuma, eh, utaki kutoa kikombe cha pili lakini Zidane amezungumza wazi kwamba ile kazi ya La Liga imeshamalizika. Sasa hivi focus asilimia zaidi ya mia moja. Alisema asilimia zaidi ya mia moja. Focus ni ya finali ya kombe la UEFA kwa sababu tayari ile kazi ya La Liga walishamaliza na anawashukuru akawashukuru wachezaji wake, of course hakuacha kumtaja Cristiano Ronaldo kwa sababu ni miongoni mwa ndio leading goal scorer ambaye ameongoza kikosi hadi kuweza kutoa ile title kuweza kutoa liga title, lakini haya ni mashindano mengine, na siku zote tumezungumza kwamba makocha, hata wachezaji, hakuna kitu wanachotaka kuachieve achieve kama kuweka rekodi. Zidane anataka kuweka rekodi akiwa bado eh, hana experience ya kutosha kama walivyokuwa wengine kama kina Pep Guardiola au kina makocha wengine wakubwa hata kama kina Sir Alex Ferguson. Zidane, hmm, msimu ana miezi 18 tangia ameanza kufundisha. Miezi 18 wanachukua eh, UEFA Champions League mara mbili ni rekodi ambayo inaweza kachukua pengine miaka mia ili kocha kama yeye, kocha wa kiwango chake yeye aweze kufikia rekodi kama hiyo. Kwa hiyo kikubwa hasa ni rekodi ambayo anataka kuweka kupitia kutoa kikombe mara ya pili mfululizo. Unazungumziaje safu sasa ya BBC si pale Real Madrid? Uh, BBC pale haiwezi kuwepo, haiwezi kuwepo kwa sababu hata nimeona lineup, lineup prediction, lineup watu wako wanamuuliza Zidane kwamba vipi ataanza Gareth Bale. Bale hajacheza kwa muda mrefu alivyopata uh, uh, ile injury ingawa atakwepo kwenye kwenye bench. Kwa hiyo nafasi yake mara kadhaa imekuwa ikichukuliwa na Isco, kwa hiyo atakwepo. E, eh, nimeona iko Benzema pamoja na Cristiano Ronaldo, huko nyuma yao akiwa anasaidiwa na Isco, of course kwenye midfield pamoja na kina na kina Luka Modric na na, na Casemiro. Kwa hiyo BBC, e, eh, ni moja kati ya eneo pia ambalo limemfanya Zidane afikirie, wakati MSN unazungumza Messi, Suarez na Neymar, muda mrefu wamecheza kwa pamoja. BBC haijacheza mechi kwa pamoja nyingi, imecheza mechi chache sana, kwa sababu mara nyingi nyingi kama mmoja na wawili wako vizuri, basi mmoja anaumwa, na kuna wakati mwingine mmoja yuko vizuri, wawili wanaumwa, kitu ambacho kimepelekea Zidane kufikiria akili mpya na kuwa okay, na structure mpya ya ushambuliaji ambao umemsaidia kumfikisha pale alipo. Swali la mwisho kwako, mchambuzi wetu, unabashiri nini sasa katika mchezo huu? E, mimi nabashiri kwamba hii mechi inaweza kufika mbali, tunaweza kufika kwa sababu ya nidhamu ya ulinzi nayoiona pale katika kwa kina Giorgio Chiellini Eh, wakina Bonucci wale na kina Barzagli ni dhamu yao ya kukaba. Eh, naweza kuamini kabisa kwamba upo uwezekano mkubwa tukafika kwenye dakika mia moja na ishirini na pengine tukaenda kwenye penalty. Lakini upo uwezekano mkubwa, kama ni goli moja litafungwa, goli moja litafungwa basi litafungwa na Cristiano Ronaldo. Real Madrid wanaweza akatoa ubingwa kupitia dakika mia, kupitia mchezo wa, wa kawaida, lakini kama tutafika kwenye penalti, uwezekano mkubwa nafikiri utakuwa ni wa Juventus Turini kutoa ubingwa kupitia mashuti ya penalti.